nam bila shaka hali yako ni njema kabisa alhamisi ya machi 21 2013 karibu katika taarifa ya habari ambayo imesheni taarifa kemkem Rais Jakaya Kikwete ameziagiza halmashauri zinazounda jiji la Dar es Salaam ambazo ni Ilala, Temeke na Kinondoni kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga hospitali kubwa itakayohusika na huduma za mama, wajawazito na watoto pekee kwa lengo la kusaidia kupunguza vifo vya akinamama na watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Rais Kikwete ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake katika manispaa ya Temeke mara baada ya kuzindua jengo la huduma ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya hiyo, ambapo amesisitiza manispaa hiyo kujenga na kuboresha hospitali za pembezoni ili kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya. Tuungane na Upendo Wela ambaye ana taarifa kamili. Siku ya nne na ya mwisho ya ziara ya Rais Jakaya ya Kikwete ya kukagua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo mara hii ziara hii imeanzia hapa katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam, ambako amezindua jengo la huduma ya mama na mtoto ambalo ujenzi wake umegharimu shilingi milioni mia nne na hamsini. Akiwasilisha taarifa ya manispaa kwa rais Jakaya Kikwete, mganga mkuu wa manispaa ya Temeke Dr. Sylvia Mamkwe amesema bajeti ndogo na uhaba wa watumishi mbali mbali wa watumishi katika kada mbalimbali ni baadhi ya changamoto. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio haya bado tuna changamoto, lakini kubwa ni changamoto mbili. Ya kwanza ni upungufu wa watumishi wa kada mbalimbali mbali, hasa wauguzi na ya pili ni kwamba hospitali ya Temeke imepandishwa hadhi na kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini bado bajeti yake haiendani na hadhi hii. Ukawadia wakati wa Rais Kikwete kuzungumza na wananchi hawa, ambapo miongoni mwa mambo ni utoaji wa huduma ya afya ya uzazi na mtoto. Lazima tuanze sasa jitihada kubwa ya kuongeza nguvu katika huduma kwa kina mama na huduma kwa watoto amenisema kule nataka kurudia hapa. Amenisema tuanze kutafuta uwezekano wa kujenga Dar es Salaam hospitali maalum ya uzazi, tujenge hospitali maalum ya watoto. Dokta Kikwete amesisitiza umuhimu wa kujenga na kuboresha zahanati na vituo vya afya vilivyoko pembezoni. Mkiwa na hospitali huko Pemba mnazi kawana nyingine huko Charambe, mnapunguza wale ambao wangekuja hapa kutoka Charambe wanajifungua huko. Lakini pia kule mki, mkifanya vituo vya afya mvijenge viwe vikubwa vya kutosha, kwa maana kwamba ifike siku vituo vile vya, vya afya viwe hospitali. Mshajenga katika dhana hiyo, mkividesign katika dhana hiyo vitakuwa siku mkipata uwezo tu Zile wodi, basi ni hospitali kamili. Akiwa hapa, alikabidhiwa kiti hiki ambacho ni bembea kwa lengo la kupumzika akiwa nyumbani kwake. Baada ya kutoka hapa, Rais Kikwete alifika katika kijiji hiki cha vijana cha Uvikiuta na kuzindua kijiji cha makazi ya vijana na uhifadhi wa mazingira na mnara wa kumbukumbu ya marehemu Rashidi Mfaume Kawawa ambapo amewapongeza vijana kwa hatua waliofikia na kuwataka kufikisha dhana hii kwa Watanzania kote nchini. amaambiote nibai taendelea kushirikiana na kusaidiana, ili muweze kupata mafanikio makubwa zaidi ya ilivyo sasa, tushauriane zaidi. Mahali hapa pia kituo kimoja kikubwa cha so uchumi Kijiji hiki kinalelewa na, na, uh, kina na mke wa rais Mama Salma Kikwete kilianzishwa mwaka 1983 kwa lengo la kuwaweka vijana pamoja katika kufanya miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Upendo Wela, TBC1, Dar es Salaam. Shukrani sana Upendo Wela. Na mwanasiasa mkongwe nchini Mzee Kingunge Ngombale Mwiru amepelekwa katika hospitali ya Taifa Muhimbili baada ya kupata matatizo ya afya na yuko katika hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Taarifa kutoka Ikulu imesema jopo la madaktari bingwa linamfanyia uchunguzi Mzee Kingunge ili kubaini ugonjwa unaomsumbua. Rais Jakaya Kikwete na mkewe Mama Salma Kikwete wamemtembelea wame Kingunge katika wodi ya dharura ya hospitali ya Taifa Muhimbili kwa ajili ya kumjulia hali.